Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa pole na kukabidhi rambirambi kwa familia ya aliyekuwa askari wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ Private John Nyewata alifariki dunia Januari 27 mwaka huu 2025 nchini DRC. Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi wa Wananchi Tanzania Jenerali Jacob John Mkunda ametoa pole na kukabidhi rambirambi hiyo kwa niaba ya raisi baada ya kufika kwa familia hiyo jijini Mwanza. Akizungumza baada ya kuwasili katika familia hiyo, Jenerali Mkunda amesema kuwa Rais Samia ameguswa na vifo vya askari Private John Nyewata na Sajenti Mohammed Abdallah vilivyotokea wakiwa katika majukumu ya kikazi ya kurejesha amani iliyotoweka mashariki mwa DRC. Imeleta salamu za pole za mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo ameguswa sana na tukio hili au na vifo vya hawa wapiganaji wetu mahili wawili. Lakini sambamba na hilo, mheshimiwa rais amenituma niwasilishe ubani wake kama ilivyo ada na mila na desturi like za Kiafrika, huwa kuna ubani unawasilisha pamoja na salamu za pole. Kwa hiyo kwenye tukio hili nitawasilisha pia ubani kutoka kwa mheshimiwa rais wetu daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa rais ameguswa sana na anawatakia subira wazazi ndugu jamaa wa marehemu kijana mpendwa wetu Private eh, John Nyewata. John anatambua ni jinsi gani wakati mgumu mlionao mnaopitia kwa hivi sasa, lakini amenituma niwaeleze kwamba yuko pamoja na nini. Aidha, Jenerali Mkunda ameiasa familia ya Private Nyewata kuwa na subira hasa katika wakati huu mgumu wa majonzi. Kijana John alikuwa ni askari mahiri na alikuwa anatekeleza majukumu yake kwa weledi mkubwa, lakini kama ilivyo sisi wa Kristo, mara nyingi tunaamini kila linalotokea duniani basi limepangwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niseme tu kwamba Mwenyezi Mungu sisi tulimpenda, lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Kwa hiyo eh, ndugu wanafamilia familia, na maana baba, mama, ndugu, lakini pia na majirani, pamoja na viongozi wa serikali wa mitaa hapa mliopo hapa, sote sisi tumeguswa sana na hili tukio, na nipende kusema kwamba huu msiba sio wa kwenu pekee, ni msiba wa Tanzania nzima na wala sio wa jeshi la wananchi peke yake, kwa sababu kijana wetu mpendwa wetu Private John alikuwa anatekeleza majukumu ya kitaifa. Alitumwa na taifa kwenda kuwasaidia majirani zetu kurejesha amani iliyopotea. Mnafahamu tumekuwa tukifanya kazi hizi toka enzi ya mwanzilishi wa taifa letu baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere kusaidia nchi za majirani hasa kusini mwa Afrika ambapo amani inakuwa imepotea. Tumefanya kwa muda mrefu shughuli hizi. Kwa upande wake, baba mzazi Nyewata Kibwe amemshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa salamu za pole na ubani huo. Kama familia tunashukuru sana, tumesema tumepokea hizo salamu na huo ubani, tumepokea tunashukuru sana kwa roho yake nzuri kwa sababu angekuwa mtu mwingine angeweza kukaa kimya tu na mambo yakaenda, lakini kwa upendo wake na roho yake nzuri ameweza kututumia hizo salamu na za rambirambi na sisi familia tumefarijika sana. Hivyo familia tunamwombea, tunamwombea Mwenyezi Mungu amtie nguvu ili aweze kutekeleza majukumu yake na azidi kustawi siku hadi siku. Pia natumia nafasi hii kushukuru sana jeshi la wananchi wa Tanzania kwa jitihada walizozifanya kama afande CDF alivyoeleza hapa kuhakikisha kwamba angalau tunaona mwili wa kijana wetu na kumstiri kwa mujibu wa mila na desturi. Namshukuru sana Fande CDF yeye mwenyewe pamoja mwenye na kwamba anasema ametumwa, lakini na yeye pia tunamshukuru sana, angekuwa mwingine pia angeweza kumtuma hata mtu mwingine. tunamshukuru sana. Mungu akubariki sana. Kutoka Mwanza hii ni GMTV.